Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, ambapo watu wawili wameshtakiwa katika mahakama ya Eldama Ravine huko Baringo kwa mashtaka ya kupatikana na pombe haramu. Haya yanajiri siku chache baada ya taarifa kuangazia kuwepo kwa pombe haramu katika eneo hilo. Mamia ya wakazi wa vijiji vya Poror, Kiplombe, Kabimoi na Shauri, vijiji vilivyoathirika na pombe haramu katika kaunti ya Baringo, waliandamana mapema Jumatatu kulalamikia athari za pombe haramu kwa wakazi. Hapa kusema ukweli, nursery school zimefungwa. E, wamama sisi tuna complain na young men wamemalizwa na hii pombe. And today we are saying no. We are are saying saying no no to illicit through. Tunataka wenye wameuzika wa wawewe kukamatwa watolewe kabisa from the society ndio tubaki na watu wa kusoba. Tumechoka na sumu ambayo inauzwa katika mji wa Eldama Ravine na inapelekwa kwa vijiji wanakunywa sumu. Sumu hii inaitwa ethanol. Maandamano hayo yanajiri baada ya Nagiri, mshukiwa mkuu James Nderitu ambaye anadaiwa kuhusika na biashara hiyo kushtakiwa katika mahakama ya Eldama Ravine kwa kumiliki lita 255 za ethanol yenye thamani ya shilingi laki sita. Nderitu walikana mashtaka mbele ya hakimu mkuu Boaz Ombewa <todicum> wakati huo huo, mshukiwa wa pili Cristina Carbon naye alishtakiwa kwa kumiliki lita 160 za busaa kinyume na sheria. Alikiri kosa hilo na akahukumiwa kifungo cha miaka miwili gerezani au faini ya shilingi milioni moja. Msako unaendelea katika eneo hilo huku wito ukitolewa kuweka hatua kali kupunguza pombe haramu. Nitawasilisha hoja kule bungeni tuweze kufanya legislation to amend bill ya hii mambo ya pombe. Mtu akishikwa kwa mambo ya pombe aje hacha ya kupewa eh, cash bill ama bond ya shilingi mia tano. Mtu akishikwa na illicit brews ama kila aina ya miandarati ufungwa na uwekeo bond hata ya milioni kumi. Maria Nyambura, runinga ya Citizen.